Ni kuombeni Waislamu na Watanzania kwa ujumla, ni viombe vyombo vya ulinzi na usalama. Huu ni mwaka wa uchaguzi, tathmini ya onyesha chaguzi zinaleta ghasia na mtikisiko wa amani. Jitahidini nyote kuanzia nyinyi raia mpaka vyombo husika, hakikisheni damu ya mtu haimwagiki na roho ya mtu haitoki. Wallahi na apa wallahi ali, na apa kwa jina la yule aliyemtuma Muhammad kwa haki, atakayeua roho ya mtu mmoja, atakayemuua mtu mmoja, imekula kwake siku ya kiyama. Bwana Mtume anasema kila aliyeuawa atakuja siku ya kiyama, damu inamtoka, inachuruzika, utadhani kafa hivi punde, anakuja, anamkuda aliyemuua anamleta katika mahkama ya Allah, anasema: ya rab, ewe Allah hadi...